Waendesha mashtaka nchini Uswisi wanasema mishumaa maalum iliyotumika kusherekea mwaka mpya huenda ndio kilichosababisha moto uliouua zaidi ya watu 40 katika baa ya Le Constellation nchini Uswisi, wakati wa sherehe za kukaribisha Mwaka Mpya wa 2026. Mwendesha mashtaka mkuu wa jimbo la Valais, Beatrice Pilloud, alisema ushahidi wa awali unaonyesha mishumaa hiyo aina ya fountain candles ilikuwa imefungwa kwenye chupa za shampeni na ilikuwa imewekwa karibu sana na dari ya baa hiyo. Alisema moto ulianza kwa haraka na kusambaa kwa kasi kubwa, hali iliyozidiwa na mazingira ya ndani ya jengo na kusababisha waliokuwemo kukosa muda wa kutosha kujiokoa. Wachunguzi wanaendelea kukagua mabaki ya baa hiyo, kuchambua video zilizorekodiwa na kusambazwa mitandaoni, pamoja na kuwahoji manusura ili kubaini kwa uhakika chanzo cha moto huo. Uchunguzi huo pia unaangazia ukarabati uliowahi kufanyika katika jengo hilo, aina ya vifaa vilivyotumika, hususan vifaa vya, vifaa vya kuzuia kerere vilivyowekwa kwenye dari pamoja na mifumo ya kukabiliana na moto na njia za kutokea wakati wa dharura.